Her Excellency Samia Suluhu Hassan for calling out activists activists who wanted to to to to to go and and disrupt the the, peace in, in, in Tanzania. In Tanzania. fact, should have have have detained and prosecuted them because they taught taught, this this country country, bad manners, Mr. Mr. Speaker. Speaker. These activists our, our people insult, undermine, lose respect leadership of Swala la, la wanaharakati kutoka nchini Kenya kuzuiliwa kuingia nchini Tanzania limekuwa mjadala wa moto katika bunge la seneti nchini Kenya. Hii ni baada ya mjumbe wa bunge hilo Senata Samson Cherargei kutetea serikali ya Tanzania kufuatia tuhuma zilizotolewa na baadhi ya maseneta kuhusu kuzuiwa kwa mwanasiasa mashuhuri wa upinzani Martha Karua kuingia nchini humo kushiriki katika kesi ya Tundu Lissu aliyofanyika katika mahakama ya Kisutu, Dar es Salaam mnamo Mei 18 the, the the unity, the peace and tranquility of most African nations, Mr. Mr. Speaker. Speaker. You saw even in the last Gen Z protest, Mr. Speaker. They were... Katika kikao cha bunge la seneti Seneta Cherargei ambaye pia ni mwakilishi wa kaunti ya Nandi alimjibu kwa ukali seneta wa Kakamega Dr Boni Kalwale ambaye alidai kuwa hatua ya kumzuia Karua ilikuwa ni udhalilishaji wa wazi dhidi ya mwanasiasa anayeheshimika katika ukanda wa Afrika Mashariki. Dr Kalwale alitaka serikali ya Kenya itoe msimamo wake rasmi juu ya tukio hilo, akisisitiza kuwa Karua alikuwa na nia halali ya kuingia Tanzania kwa shughuli halali it expressly says and guarantees the free freedom of movement of service labor and goods within the East African region if you look at the treaty. Akijibu hoja hizo, seneta Cherargei alisema kuwa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ana mamlaka kamili kusimami ya kusimamia mipaka na usalama wa taifa lake. Alisisitiza kuwa hakuna taifa linalopaswa kulazimishwa kupokea mtu yeyote bila kuzingatia maswala ya kiusalama na sheria za ndani. Anawafinye kabisa, Rais Samia anaongoza kwa busara na hekima. Si sahihi kutumia majukwaa ya kisiasa kuishinikiza serikali ya Tanzania katika maswala ya ndani ya usalama wa taifa lake Alisema Cherargei. Mjadala huo umewaacha Wakenya wengi wakiwa na mitazamo tofauti kuhusu athari za kisiasa na kidiplomasia za tukio hilo, huku baadhi ya wa wabunge wakihimiza kuzingatia misingi ya heshima kati ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, na kuepuka siasa za kuchochea na nasikia, Samia Suluhu Hassan awafinye kabisa. There is no dictatorship in Tanzania